Pamoja na mradi wa vifaa tiba vipya, lakini leo tunayo furaha kujulisha kwamba tunazindua kampuni mpya ya kurekebisha vifaa tiba. Kuwa na vifaa tiba ni jambo moja, lakini namna ya kuvi maintain ni jambo la pili. Kwa hiyo tumekwenda sambamba na uwekaji wa vifaa tiba vipya na hivi vingine tulivyo navyo kuzindua kampuni mpya inaitwa ELCT MAETS. ELCT MAETS imesajiliwa Burera na tayari tumeajiri biomedical engineer wawili, na karakana tunayo, na vifaa tunavyo. Kwa hiyo tunakaribisha eh, wote. Vifaa vyetu tavitunza hapa, lakini kampuni pia itafanya service katika vifaa katika mashirika yote na taasisi za serikali. Kwa hiyo katika uzinduzi tutaomba tuzindue vitu viwili, na tutakapofika pale tutaomba toe maelekezo kidogo namna ya kuzindua, na kwa njia hiyo tutazindua vitu viwili. Karibuni sana. <laughs> hii ya Ndolage ikiwa na umri wa miaka yake tisini na minane ni tegemeo kubwa sana kwa watu wote wa Kagera, bila kujali umri, dini, chochote kile, jinsia. Ni tegemeo kubwa sana, ni hospitali kubwa na muhimu, na sasa inakwenda kuwa muhimu zaidi. Kwa hiyo mnaona kwamba Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania linamiliki karibu hospitali au taasisi za afya nusu yake, kwa sababu kumi na sita kati ya arobaini zinamilikiwa na KKKT. Hapa mnastahili pongezi kubwa sana sana sana, naomba tujipigie makofi mengi sana. Mchango huu kwa serikali ni mkubwa sana, na tunawaahidi tutaenda tutaendelea kuwaunga mkono. Ndugu wageni waalikwa, nimetaarifiwa kuwa hospitali ya Ndolage ilianzishwa mwaka 1994 na kusajiliwa rasmi na serikali mwaka F1 1997 Wakati wote huo hospitali hii imekuwa ikitoa huduma za afya kwa wananchi wa wilaya ya Muleba na wilaya jirani za mkoa wa Kagera. Leo hii tumepata vifaa tiba vya kisasa ambavyo vitasaidia kufanya uchunguzi wa haraka wa magonjwa kama kansa ya matiti na kusaidia pakubwa vipimo vya macho. Magonjwa haya yanapimwa na vifaa tiba vinavyojulikana kama digital mammography na ocular ultrasound. Kabla ya vifaa hivi vya kisasa kupatikana katika hospitali hii, huduma hizi zilikuwa zinapatikana nje ya mkoa wa Kagera. Aidha, huduma nyingine kama uchunguzi wa magonjwa na majeraha mbalimbali katika viungo vya ndani ya mwili, uchunguzi kwenye mifupa, kuganda kwa damu kwenye mishipa, zote zitaanza kutolewa na kusaidia wananchi kupunguza gharama za kufuata huduma hizi nje ya mkoa. Na pia itaondoa mlundikano wa wagonjwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa. Ndugu wageni waalikwa, pamoja na upatikanaji wa vifaa tiba hivi vya kisasa, lakini pia ni upongeze uongozi wa KKT Diocese ya Kaskazini Magharibi kwa kutoa ajira kwa wataalamu mbalimbali katika vituo vyake vya kutolea huduma. Mfano, katika hospitali hii kuna ajira za wataalamu mbalimbali wa sekta ya afya takriban 138 na kati ya hao wafanyakazi <coughs> mia moja ishirini na nane wameajiriwa moja kwa moja na kanisa. Ajira za watumishi hawa mia moja ishirini na nane ni uthibitisho kuwa kanisa la KKKT linaunga mkono serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutoa ajira kwa Watanzania na hivyo kupunguza tatizo la ukosefu wa ajira nchini. Ndugu wageni waalikwa, Nimeelezwa pia kuwa hospitali ya Ndolage inahudumia wananchi takriban 8222 kwa mwaka na hawa ni wale wanaokuja wakihitaji huduma mbalimbali za matibabu. Hii ni idadi kubwa sana. Tunawapongeza sana Ndolage na tunawapongeza sana KKKT. Ni imani yangu kuwa kupatikana kwa vifaa tiba hivi vya kisasa kutaongeza ufanisi katika utoaji wa huduma za kawaida na huduma za kibingwa katika hospitali hii na hivyo huduma za kibingwa katika mkoa wetu wa Kagera kuongezeka ukilinganisha na zile zinazopatikana katika hospitali zetu za serikali. Kipekee sana niwapongeze, na naomba mwapigie makofi mengi madaktari, wauguzi wote wa Ndolage, bila kuwasahau wanafunzi wa chuo cha afya. Ah, yeah. <coughs> wanafunzi wetu wote wale wanafanya mazoezi hapa katika hospitali yetu, na kutokana na mchango wao wakati wanafanya mazoezi wamechangia hospitali hii kuonyesha ina wahudumu wengi wa afya na hivyo huduma kuwa bora na za haraka sana, na hii inachangia watu wengi kukimbilia Ndolage. Mgonjwa hapa ukilazwa, ukikohoa tu muuguzi kafika, ukitoa chafya cha daktari kafika. Ndolage uyi